Uamuzi wa Rais Donald Trump kusitisha shughuli ambazo inafanywa na shirika la utangazaji la VOA ama Sauti ya Amerika ambayo uh, imekuwa na idhaa mbalimbali ikiwemo idhaa pia ya Kiswahili, na kwa sasa uh, tunaungana na Amini Mwidau. Yes, Amini Mwidau uh, Amini Mwidau uh, atatuambia. Amekuwa mdau mkubwa wa Sauti Amerika uh, Washington bila shaka huko Washington DC kama sijakosea, niko uh, niko niko Toronto, Canada, uh, no. Toronto. Sawa. Sawa, lakini Mwidau uh, amekuwa moja pia kati ya wachambuzi mm. Eh, na wadau wakubwa wa, wa eh, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na tumeona tangazo hili ambalo limetolewa na tayari utekelezaji wake umeanza. Wafanyakazi wa VOA sasa hivi wako kwenye likizo ya lazima na ofisi tunaambiwa zimefungwa na ulinzi mkali mm, na wafanyakazi ni elfu moja mia tatu Yes, zaidi ya elfu moja mia tatu mm. E, wapo hawajui hatima ya kazi zao. Nini kimetokea? Nafkiri ilo tunaliona ni mwendelezo wa sera za Rais Trump ambazo kwamba aliwahi kuashiria hapo mbeleni ya kwamba dhamira yake ya kupunguza idadi ya wafanyakazi wa serikali kwa madhumuni ya kupunguza gharama za utendaji za za serikali. Japokuwa asilimia ya ya pesa zinazotumiwa ama ya fedha zinazotumiwa katika uh, operesheni za Voice of America ni kidogo sana ukilinganisha na matumizi mengine katika budget ya Marekani, kwa sababu kwa budget ambayo ina ina karibuni, asilimia, ina karibuni trilioni saba US dollars, uh, budget ya Voice of America ni 950 million, ni kidogo tu chini ya bilioni moja. Kwa hiyo nafikiri zaidi ni, ni masuala ya ya hisia na itikadi zake yeye mwenyewe ambazo kwamba alikuwa nazo katika masuala ya ku kuiondoa Marekani katika kujihusisha na mashirika ya kimataifa na kuifanya zaidi iwe iwe ni nchi yenye yenye malengo ya ndani ama kuweka sera zaidi katika mas, mas, maswala ya nationalism. Sauti ya Amerika imekuwepo kwa miaka themanini na mitatu sasa na uh, idadi ambayo ametaja Trump ni uh, wafanyakazi zaidi ya elfu moja mia tatu. Ni kiwango gani uh, cha wafanyakazi ambao uh, wamesimamishwa kwa lazima kuna katika katika zile taarifa zilizotajwa kuna wale walioondolewa kabisa ambao walikuwa hawajamaliza probation yao mm. Na nafikiri hawa wengine wote waliobakia wazee karibuni elfu mbili wamewekwa katika administrative leave, uh, na hatima yao itajulikana baada ya serikali itakapofanya uamuzi, wakiwa hakika. Lakini kwa sasa hakuna hakuna yeyote ambaye afanya kazi, kwa sababu shughuli zote zimesimamishwa, na pengine ba baadhi za idhaa za, za Voice of America kwa sasa zacheza nyimbo tu, lakini kikazi watu wengi wote wamewekwa katika administrative leave kutoka juu mpaka chini. mm -hmm. Unaona, um, swala hili limeleta athari yoyote hasa uh, katika upataji wa habari? Bila shaka, kwa sababu malengo ya Voice of America ni matatu mojawapo ni ku, ku, kukuza demokrasia huria katika sehemu mbalimbali ambayo zina changamoto za demokrasia ulimwenguni. Kuna masuala ya kusambazaji wa habari na kuna masuala mengine kama vile ya utamaduni ambayo kwamba wao wanazingatia, kwa sababu wao taarifa zenyewe zinakwenda zaidi ya nchi mia na katika lugha zaidi ya sitini na tatu ulimwenguni. Kwa hiyo katika sehemu za mijini kama vile Dar es Salaam. Pengine changamoto hizo zitakuwa ni chache kwa sababu kuna mbinu mbalimbali mbali za kupata habari, na vile kuna teknolojia ya mitandao ambayo watu wanaweza kuitumia, lakini kwa wale watu ambao kwamba ni wenye wengi kabisa katika uh, uh, global south, katika sehemu za Afrikani na Asia, pengine na Marekani kusini, kuna watu wenye kukaa vijijini ambao tegemeo lao na mazoea yao ni kusikiza habari za redio sasa hawa ndio watakaopata changamoto kwa sababu karibuni watu milioni mia nne na ishirini ama na mia tatu na hamsini hivi ulimwenguni wategemea uh, kitengo kama vile cha Voice of America kuwa ndio njia ya pekee kupata habari za wanazoziamini kwa sababu ziko habari za za aina mbalimbali kutoka katika <clears throat> station mbalimbali, lakini kuna wengine wana uaminifu wa itikadi ya kwamba ikitoka BBC ikitoka VOA especially ikiwa katika nchi ambazo kwamba zina changamoto za kisiasa, basi watu kama hao wameathirika wa sana, kwa sababu hawatapata habari wanazokuwa na imani nazo. Sawa, mm. Sawa, so, so, manake ulisema kwamba uli uli uli sasa hivi idhaa zinacheza nyimbo tu, manake kilichofanyika ni kusitisha uh, zile operations za uh, kila siku, lakini channel ziko hizi channel ziko wazi, zinaendelea zipo hewani, manake sio? Nafikiri yategemea ya kwa sababu nafikiri kuna katika ile taarifa ya kusimamisha, kuna baadhi ya mikataba ambayo kwamba pengine uh, uh, idhaa ya, ya Voice of America imeweka na mashirika mbalimbali ya kimataifa ambayo ndio njia wanazozitumia kupitisha taarifa zao na kuna nyingine ambazo kwamba wao wenyewe wanazi wanazi wanazi wanazithibiti wanazi, yani they own it. Kwa hiyo zile ambazo nafikiri ni zao, pengine kwa sasa za cheza nyimbo lakini ikiwa wanategemea kwamba kuna shirika lingine la habari nchi ya, ya nje ambao wanatumia ama wanashirikiana nalo kutangaza matangazo yao, basi mikataba ile pia imefutiliwa mbali. Kwa hiyo mm. nafikiri kwa zaidi kwa sasa ni vile vy, zana ama vyombo ambavyo wako navyo wenyewe na, na, na, na stations ambazo wako nazo ambazo pengine zitakuwa zinacheza nyimbo kwa sasa, na si zote hizo. Mm -hmm. Tumeona Trump akifanya aki maamuzi haya, tumeona kupitia mashirika mbalimbali mbali kama vile USAID, na sasa uh, shirika hili la habari. Sababu kuu ni uh, fedha ambazo Marekani inafadhili ama kuna sababu nyingine ambayo ametaja? Nafikiri ukichunguza uki, uki, uki ni ukianalyze kwa kirefu zaidi, mm. ni itikadi za kihafidhina, conservative values kawaida wao wao hawapendi kujihusisha na masuala ya kimataifa na masuala yao zaidi ni ya ya serikali ambazo iko ndogo au ya i yaani ya ishir, ay, yani, yani ya small government ambayo hakuna gharama nyingi, za wataki wataka kupunguza kodi ya mtu wa kawaida, lakini kodi hiyo wanayopunguza ni kwa madhumuni ya matajiri kupata fedha zaidi. Lakini hii sana sana katika Marekani katika uongozi wa hapo mbeleni ikiwa ni Democratic ama Republican, wote walikuwa na sera zinazofanana zinazo especially za, za, za kimataifa, lakini haya tunayoona kwa sasa ni mambo mapya ambayo zaidi ya, ya misingi yake katika katika yani maono ya, ya rais Trump ya, ya kuiondoa Marekani katika kujihusisha na mataifa ama, ama, ama, ama mashirika ya kimataifa. Vile vile ya kimataifa ndio maana ukaona vilevile kumekuwa na vurugano katika baina yake na nchi za Uropa kumekuwa na kidogo na kutosikizana kuto baina yeye na Canada. Kwa hiyo hata nchi ma ma ma ya mataifa ma mataifa ambayo alikuwa ni rafiki Marekani uhusiano mm. wake kidogo uvurugika. Kwa hiyo nafikiri zaidi yeye ni America first, muhimu mm. wake ni kwamba kile kinachotendeka Marekani ndio muhimu kwake yeye na si jambo lingine. Unadhani maamuzi anayoyafanya so, so, ah, kama haya yanaungwa mkono kiasi gani na wa Marekani? Unajua ni yu vigumu kujua kwa sababu Uh, uh, Voice of America itangazwi ndani ya nchi, Voice of America yatangazwa nje ya nchi. Kwa hiyo Wamarekani wengi sidhani kama wajua umuhimu wake, isipokuwa wale wenye washikadau kwenye masuala ya kisiasa. Ni watu ambao kwamba waona ili ni pengo kubwa sana ambalo litakuwa limetokea kutokana na na chombo hiki kwamba chaweze katumiwa kama soft power kueleza uh, maono na, na, na, na, na, na fikra za, za serikali ya Marekani katika sehemu za nje. Kwa hiyo kwa wanasiasa, hili ni jambo la, la kutisha na vilevile vile kwa, kwa, kwa nchi ambazo kwamba zina, zina matatizo kama vile kwa mfano Kongo mathalan, mm. nchi ambayo ina matatizo. Kwa hiyo habari zake nyingi alikuwa zikiangaziwa kwa kimataifa na, na idhaa kama ya Voice of America, hawa watakuwa kidogo wana wasiwasi, lakini ndani ya Marekani mm. Ita, itabidi kwamba awe ni mtu ana uzoefu wa kujua harakati uh, za Voice of America basi pengine atakuwa ndio anakuwa na maoni fulani. Mm -hmm. Sasa. Na mtazamo wako ni upi hasa uh, kutokana na hatua hiyo? Mtazamo wangu mimi ninavyoona kutakuwa na pengo kubwa sana kwa sababu ukiangalia nchi nyingi za, za ulimwengu zenye kutaka utawala kama vile China, Russia, uh, Iran uh, Hawa ni wote wana, wana radio station zao ama media ambazo zinasambaza za, sera zao na maono yao ya kilimwenguni. Kuna Russia Television, kuna ile Chinese station. Kwa hiyo Marekani wame, wame, watakuwa wamepoteza fursa kubwa sana, ambao siku za mbeleni wakitaka kuikuza fursa kama hii yaweza ikawa ni gharama nyingi zaidi ama itakuwa ni vigumu, kwa sababu mtu mwingine aweza akalitumia pengo hili linalojitokeza kwa sasa kuleta station nyingine ambayo itakuwa ndio yenye kuteka fikra ama na mawazo ya watu katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni, lakini kwa kwa masuala ya kidemokrasia, zile nchi ambazo kwamba kidogo zitakuwa zimebanwa kwa kuwajibika kutokana na baadhi ya mien, mienendo ya kisiasa ndani ya nchi zao yatakuwa yamepata nafuu na demokrasia hapo itaweza kufifia kwa kiwa, ki, n yani, kiwango fulani. Naam, asante sana Amine. Tunakushukuru asante kwa kutenga muda kuzungumza nasi bila shaka ni saa sita usiku huko Toronto. Huko eh, ni saa sita usiku sasa. Tukutakia no. <laughs> usiku mwema. Ah, asante na nyinyi siku njema huko Dar es Salaam. Shukrani sana.